Niombe nipate hela takuoa soni tu. Ona jina lako nimejichora tatu. Sikia sasa sikia. Saptem yesi. Ah.

mpaka basi kwa tamaa zako mama ukanisaliti na tafuta jasho kila nguvu ziliniisa zilipambana mama, ukanifelisha nilipambana mkangu naole nyama kunipambana sivade la kusema, lakini bado kanona sina maana fadhila zako kaisha kunitukana, ila nashukuru nimejua kisa salio

Ulivimbia, nenda zako, ay, ay, ay, mama sikutaki tena, eti we danga danga langu nini unataka kama unataka bia na Pepsi utapata, ai mama danga langu